Ndani napiga mapanga ya kijako wote, alafu kisha unafuata wewe, ninaanza kuhesabu moja. Kwa hiyo wewe, hii ndio maana njia sahihi ya kuonyesha wanaume wako uko timamu kweli wewe? Sikuja hapa kujibu maswali yako, nimekuja hapa kujibu maswali yangu, utaolewa na mimi au nifanye nachojua mimi. Fanya, wala sikuogopi. Umekuja na panga unataka kuniua. Haya niue, unasubiri nini sasa? Duchu, mimi siwezi kuwa na wewe hata niwe maiti. Unasemaje? Aha, naondoka, ila wawili nyinyi, mkikutana na mimi, ama zenu ama zangu. Asa, we Makoti, we we Makoti, we, mkikutana na mimi ni sabuni kifo. Na we Makoti, ama zako ama zangu. Bora mambo yanapokwama, ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana, ndo utawajua ambao wema. Kazi yenu nimeshaifanya, na makoti ameita mahali na maana ametumia pesa kama mlivyokuwa mkitaka. Kwa hiyo naomba binti yangu asiguswe kabisa, eh, asiguswe kabisa sawa. Nasma. Mbona leo umerudi kazini mapema, kulikoni? do chuchu, baba ameniharibia siku nikaona nije nipumzike. Aha, basi nguwa nini kwazie zangu kapatika hawa kidogo. Baba samani misikia, unaongea na simu. Ulikuwa unaongea na nani? unasema nisiguswe nikina nani? Hawa, jifunze kufunga mdomo wako. Ingia ndani, kafanya ndio tutakiwa kufanya.

Hii simu, kuna nini kinaendelea hapa? Lazima nijue. Au ngoja niende nikaona, ina Makoti inaenda kuko kwake. Wewe mshenzi, lengo lako nimeshalijua. Unataka nikafanye kazi ya mauaji? Atasikia nikwambie, mimi ndo Stilingi Makoti mwamba nondo, mwamba stiliwaya. Pesa yako nimekula na hauna cha kunifanya. Ya, unataka mimi ni uniingie jela, nikakutana manyapala kule, na jinsi nilivyokuwa kuwa, siwezi kukaza, ukanishone mshenzi nini, siwezi kufanya hiyo kazi yako. Yaani, nimejitunza toka udogoni nije kufanya uzembe ukubwani? Mshenzi nini siwezi kufanya hiyo kazi. Makoti bana, kuna mtu atakuja hapo, yeye ndo atakayeamua ufanye kazi kwa pesa ulokula ama usifanye. Lakini kwa sasa naingia kazini kwenye pesa ile ambalo wewe ulitumia. Makoti, kazi yangu ni kuuza mwili. Hii ni ahadi ambayo niliiweka Nitauza huu mwili wangu mpaka pale nitakapohisi kaburi linanihitaji. Kwa heri. huu ni muda wa kazi. Tii kauli yangu kama unapenda kuendelea kuishi wambwa. shuka kwenye gari kabla sijakupasua ubongo, shuka mshenzi. nanite mchezo wa kijinga jinga. Mimi mwenyewe nimepinda vile vile, shuka nimekwambia, acha ujinga wewe. hilo ni toi la kuchezea watoto, tulikuwekea kama nyongeza ya kisu ambacho nina uhakika umekiacha ndani Toy. Tazama siti ya nyuma. Memfanya nini? Amekufa, amevunja kanuni zetu. Tumemuhurumia sana, tumeona bora afe kuliko aendelee kuteseka, sio? Amekufa, mbona unataka kutupa sifa zetu? Sema tumemuua. <laughs> Sikiliza, kazi yako ni moja tu, tena ndogo sana. Tunakwenda mahali, unaushusha mwili kwenye gari. Baada ya hapo, sisi hatutokuwa na neno na wewe tena na kwa kazi hii utakuwa umelipa pesa zetu. Upo tayari kwa kazi au na wewe tukuhurumie? Ah, baba uluma somalezi, nipo tayari kwa kitu chochote kile ndugu yangu, ila tu hii, nomba hii kesi sinianguke mimi ndugu yangu. Au sasa bwana mwenyewe amejifunika na kitu chochote. Usitaniletea balaa huko, fata maelekezo nilokupa.

Makoti, vipi? Mbona tushtuana ndugu yangu? Baba wameniingiza kwenye mtego ndugu yangu, nakwisha mimi ndugu yangu ah. Mtego? Mbona sikuelewi. Hebu nifuate kwanza zaliwa la na yakiwa magumu sana, utawajua ambao wema hawana. Fumba fumbua, moyo unongua, sio mapenzi tena. Nini shida? Nimeingia kwenye mtego wa ishu ya mauaji, ndugu yangu. Makoti, wewe na mauaji, wapi na wapi? Yaani mauaji na wewe yanaanzaje? Makoti, Makoti, Makoti, najua uko ndani, ujaenda kazini. Mfungua basi mlango, nataka tuongee, mpenzi wangu. Najua unashangaa sana maskini, kapole. Sikiliza, Makoti hawezi kuwepo kwa sasa hapa, yupo huko, anaangaika na dunia. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Hebu nipishe. Ona sasa umeingia ndani hayupo eh? Sasa ukitoka hapa, nenda kamtafute huko maana kashapagawa sasa hivi. Kwa sababu swala la mauaji sio swala dogo. Mauaji unamaanisha nini? Hilo swali unalotaka kuniuliza, ukitoka hapa kamuulize baba yako mzazi. Afu kabla haja kujibu, muulize Neli ni nani alafu kisha nifahamu. Nafikiri hicho ulichokitenda hapa sasa hivi, utakijutia ama utakifurahia. kaka. Sikiliza kaka, kaka, kaka Duchu, hata ukienda kuua haitosaidia kitu, hata kama ni kweli amemua mama, sio suluhisho, acha. Wewe sitaki kujua awe Makoti ama nasma. Wewe utazikwa. Kaka, nakuomba usimfanyie ubaya wa binti. <laughs> Yaani Bwana Makoti wewe mzinguaji sana wewe. Eti tunasema umeingia kwenye ishu ya mauaji. Yaani kipindi kile nilikuwa nikichinja tu kuku pale. Wewe unaogopa, unatetemeka. Sasa eti leo unaniambia kwamba mimi nimeingia kwenye ishu ya mauaji. Wewe unaweza wewe? Hata <laughs> kuwajongoa wewe ulikuwa unaogopa <laughs> hadi sasa hivi. Nakuja dakika moja hapo. Ndiyo, yupo hapa, nakusikiliza. Utakachokisema ndicho nitamfanyia salama.